Naitwa Daktari Tabitha Lupeja, ni mratibu kitengo cha elimu jumuishi chini ya mradi wa hiti hapa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo. Elimu jumuishi maana yake ni kwamba watu wote, jumuiya yote katika SUA inatakiwa ijumu, ijumuishwe, haijalishi kwamba mtu ana ulemavu au mtu ana changamoto yoyote. Hii imekuja kwa sababu vyuo vikuu vya serikali vilipata mkopo kutoka Benki ya Dunia ambayo ina lengo lake ni kufanya mageuzi ya kiuchumi katika vyuo vikuu. Katika kufanya mageuzi ya kiuchumi katika vyuo vikuu, vyuo vikuu vinafanya majenzi, vimepitia mitaala yake ili iendane na soko la dunia na soko la ajira pia hapa nchini kwetu na Afrika Mashariki. Lakini pamoja na mambo yote ambayo yamefanyika chini ya huu mradi wa hiti, ni kwamba pia watu sasa, wanajamii wa vyuo vikuu, pia waweze kujumuishwa watu wenye mahitaji maalum, pamoja na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Lakini sasa hao watu wenye mahitaji maalum watajumuishwaje kama jumuiya haina ule mwamko au haina lile jicho la kutizama na kuona kwamba watu wa mahitaji maalum wanahitaji nini? Siku ya leo tumekuwa na semina kwa ajili ya kuwawezesha sasa wafanyakazi waendeshaji wa Chuo Kikuu cha Sokoine kuhusiana mambo ya ulemavu na mahitaji maalumu, hasa hasa namna ya kuwabaini na kuwatambua watu au wanafunzi wenye changamoto ya mahitaji maalum na namna ya kuwasaidia. Na pia tumejifunza pia njia mbalimbali za kuweza sasa kutoa afua stahiki au huduma stahiki kulingana na aina ya ulemavu. Na pia tumejifunza pia kwamba mtu akiwa na ulemavu au akiwa na changamoto yoyote ya kiafya iwe ya kiakili iwe ya kimaumbile, kuna uhusiano mkubwa sana kati ya ulemavu na afya ya akili. Kwa hivyo sasa, unaweza ukamwona mtu ana ulemavu lakini pengine inaweza ikapelekea akawa na msongo wa mawazo hivyo. E, wawezeshaji wameweza kutupa njia mbalimbali mbali, za kuweza kuwasaidia e, watu wenye mahitaji maalum, sasa ili wasiweze kuingia katika msongo wa mawazo na pia hata katika wanajamii ambao t tunaishi nao. Naitwa Daktari Liko Salmu Sanga, na shule ya elimu, idara ya ya, ya saikolojia. Nilikuwepo hapa kwa ajili ya kutoa semina ya masuala ya elimu ishi pamoja na mahusiano yaliyoko kati ya afya ya akili na ulemavu. Na katika mafunzo yetu haya tumejifunza kwamba eh, elimu jumuishi ni muhimu kwa kila uh, mwanafunzi, lakini pia shughuli zote zinazofanyika kwenye vyuo vikuu ni lazima ziwe jumuishi na baadaye tulijaribu kuona namna ambavyo afya ya akili inaweza kuathiri um, shughuli mbalimbali kama itakuwa haijatunzwa kama inavyopaswa zakupaswa hiyo. Kwa hiyo tunatarajia waliohudhuria watakuwa ambao wamepata maarifa, wanajua sasa namna ambavyo wanaweza kuwashirikisha uh, wanafunzi wenye ulemavu na wasio na ulemavu wenye mahitaji maalum kwenye shughuli zao za kila siku na namna ambavyo wanaweza kuwasaidia lakini pia wameweza kujua namna ya kushughulikia kuwasaidia watu ambao wanakuwa na changamoto za afya ya akili kwenye taasisi, taasisi yao. Uh, wito naopenda kutoa kwa wafanyakazi wa vyuo vikuu ni kwamba tujue kwamba uh, changamoto ya afya na akili ipo, ni halisia na haikwepeki, tunanayo kila siku, lakini muhimu ni kuhakikisha kwamba wafanyakazi pamoja na wanafunzi wanapata huduma stahiki za ushauri na saha ili kuweza kuepukana na masuala ya changamoto za afya ya akili ambazo zinawapelekea wengine kushindwa hata kuendelea na masomo yao na wengine hata kushindwa kufanya kazi zao vizuri. Kwa majina, anaitwa Dkt. Sara Kisanga kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni mhadhiri mwandamizi katika shule kuu ya elimu mimi ni mtaalamu wa elimu jumuishi pamoja na agenda na kashia sekuji. Leo tumepata fursa katika chuo kikuu cha Sokoine, kwa ajili ya kutoa elimu ya kuwawezesha wafanyakazi yaishaa kwenye masuala yanaonyesha elimu jumuishi lakini hususan sana tulikuwa tunawajengea uwezo waweze kujua makundi mbalimbali ya mahitaji maalum kwa wanafunzi na kwa wafanyakazi. Tunawajengea uwezo wa namna ya kubainisha ni viashiria gani ambavyo wanaweza wakaviona kwa mwanafunzi au kwa mfanyakazi wenzao ambavyo vinaonyesha kwamba hili ni aina fulani ya ulemavu au ya mahitaji maalum. Lakini vile vile tunawajengea uwezo jua ni sapoti gani inahitajika kwao. Kwenye hizi sapoti zipo ambazo wao wanaweza kutoa moja kwa moja, lakini zipo nyingine ambazo wao wanaweza kushauri. Kwa hiyo sisi kama wawezeshaji watu wetu wow. kwao kujitahidi kwa waelewa kua wanapokutana na watu wenye ulemavu wasiwangi a wasimwone mtu mwenye ulemavu kwa ulemavu wake kwanza wamuone mtu kabla hawajaona ulemavu, kwa sababu changamoto kubwa ya watu wa huduma, anapokutana na mtu mwenye ulemavu, yeye anaona ulemavu kwanza, hamuoni mtu. Kwa hiyo kwenye kituo cha huduma kunakuwa na ubaguzi. Kwa hiyo tumewasihi na tunaendelea kuwasihi, kila anapomhudumia mtu mwenye ulemavu, amuone mtu kwanza, aone mahitaji ya mtu, amhudumie ule ulemavu, auone baadaye na asimhurumie na mtu kwa ulemavu wake bali ampe mahitaji stahiki anayotakiwa. Katika ofisi ya naibu na mshauri wa wanafunzi kampasi ya Mazimu, binafsi nimefurahia semina ya leo kwa sababu imetutoa hatua moja kama wafanyakazi kutupeleka hatua nyingine cha kwanza, nimejifunza kuna wanafunzi wengi tunawahudumia pasipo kufahamu wanapitia changamoto zipi. Katika semina si ya leo hasa, mimi kama mimi nimeguswa na namna ya kuwahita kuwa, kuwa au wanafunzi ambao wapo katika kundi hilo m mfano kama ni mwanafunzi kipofu, hutakiwi kumuita wewe kipofu njoo hapa. Kama uwezi kumuita kwa jina lake karimu, au kumtambua kwa jina lake, unatakiwa usogee karibu, au unaweza ukawasilisha shida yake kwa kusema yule ambaye ana changamoto ya kuona. Katika semina hii ya leo, itanisaidia mimi kuwa wakili mzuri katika ofisi kwa wale ambao hawajafika au katika utendaji kazi wa kila siku, kutusaidia kuwavusha hawa watu wenye makundi maalum kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ili anapokuwa hapa chuoni asihisi kama ametengwa au ananyanyakaliwa. Hiyo ni njia bora ambayo itamsaidia mwanafunzi anayepitia hiyo hali kufikia malengo yake yaliyomleta pachuma.